Baada ya muda mrefu wa wanamgambo wa kikosi maalumu nchini Sudani wa Rapid Support Force kuendeleza mapambano nchini humo, hatimaye wamesema kuwa wanakubali kusitisha vita ili kuruhusu misaada ya kibinadamu kuingia nchini humo. Pendekezo la wanamgambo hao halijapokelewa na jeshi la Sudani kupitia mapendekezo hayo yaliyowasilishwa na Marekani pamoja na nchi za Kiarabu. Hii ni TriGen Media. Hatua hiyo ya RSF inakwenda sambamba na utayari wao wa kufanya mazungumzo yanayolenga kukomesha uhasama kati yake na jeshi na kumaliza vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyodumu kwa zaidi ya miaka miwili sasa. Hadi sasa ni wiki mbili tangu wanamgambo wa RSF Walipoweza kuudhibiti mji wa Darfur kaskazini wa El Fasha, wamekuwa wakituhumiwa kwa mauaji ya raia katika mji huo, unyanyasaji wa kingono na vitendo vingine vya kikatili. Marekani kupitia msemaji wake wa Wizara ya Mambo ya Nje imeendelea kuhimiza pande zote mbili kufikia makubaliano ya kusitisha mapigano nchini Sudani, ambapo tangu mwezi Aprili mwaka 2023 kulizuka vita vya wenyewe kwa wenyewe. Kiongozi wa kundi la RSF Mohamed Hamdan Dagolo ali maarufu kama Hemet, mtu anayetajwa pia kuwa kiungo muhimu sana katika medani za kisiasa nchini Sudani, kupitia kikosi chake hicho cha Rapid Support Forces RSF, ambacho hadi sasa kinadhibiti nusu ya Sudani, amekuwa akiendeleza mapigano nchini humo. Hemet anayetajwa kuwa mtu imara na mwenye msimamo, alikulia katika mazingira ya kawaida kabisa. Asili yao ama familia yake ni kutoka eneo la Maharia iliyoko jamii ya watu wa Rizeigat, ambayo ni wafugaji wa ngamia wanaozungumza lugha ya Kiarabu na wanapatikana pia huko nchini Chad na eneo la Darfur. Inakadiriwa kwamba alizaliwa mwaka 1974 ama 75 hivi japo kuwa kumbukumbu kumbu hizo hazikuhifadhiwa katika mfumo wa uhakika wa maandishi ama wa uhakika zaidi. Inaelezwa kwamba walihamia Darfur kati ya mwaka 1970 ama mwaka 80, wakiyakimbia makazi yao ya awali sababu ya vita na pia kusaka malisho ya mifugo yao. Historia yake kimasomo ni kwamba Hamdani aliacha shule akiwa mdogo kabisa na kisha akajiingiza katika biashara ya ngamia ambayo ilimpatia fedha nyingi huko Libya na Misri. Chimbuko la kundi hili la RSF analoliongoza ni kutokana na wanamgambo waliojulikana kama Janjawid waliojumuisha kikosi kilichoongozwa na Juma Dagolo, mjomba wake kabisa Hamdani, na ambao walikuwa wakivishambulia vijiji vya wazaliwa wa jamii ya Fur. Ripoti ya walinda amani wa Umoja wa Afrika wamekuwa wakikinyoshea vidole kikosi hiki cha RSF kwa kusababisha mauaji na mashambulizi ya vijiji kama vile kijiji cha Adwa mwezi Novemba mwaka 2024 ambapo watu 126 waliuawa na wengi wao wakiwa ni watoto wapatao 36 hivyo, hatua hii ya sasa ya kikosi hiki cha RSF kuanza kuonyesha ushirikiano inapaswa kutumiwa vyema na serikali na jumuiya za kimataifa na afrika kuleta amani nchini Sudani. Mungu ibariki Sudani, Mungu ibariki Afrika. Na hii ni TriGen Media.